Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limeridhishwa na maboresho ya bandari za Kemondo na Bukoba mjini, huku bandari ya Kemondo ikiwa imekamilika kwa asilimia mia moja na bandari ya Bukoba ikitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Nahodha Mussa Mandia ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TASAC, akizungumza mara baada ya kufanya ziara katika bandari hizo, akatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya sita kuruhusu maboresho hayo. Kule Kemondo, kwa mujibu wa taarifa tulizopewa na mamlaka ya bandari wametumia takribani bilioni ishirini kufanya maboresho na hapa Bukoba mjini wametumia bilioni 19.5. Tumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hasani kwa kuruhusu ujenzi huu ufanyike, lakini niwape pongezi kwa niaba ya bodi ya mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa kwenye maji wenzetu wa mamlaka ya bandari kwa jinsi ambavyo wamefanya kazi kubwa na usimamiaji mkubwa. Kemondo imekamilika, hapa Bukoba mjini tunaambiwa ikifika mwisho wa mwezi, tarehe thelathini ya mwezi huu wa nne. Hiki kinachoonekana nyuma yangu ndio wako katika kumalizia uboreshaji wa bandari hii. Licha ya kufanya matengenezo hayo mwenyekiti akatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha maboresho yanaendana na utoaji wa huduma. Kujenga bandari ni kitu kimoja lakini kuitumia bandari vizuri ni jambo lingine tofauti. Ushauri wetu ni kuhakikisha kwamba mamlaka ya bandari baada ya kuwa imeshaboresha bandari hizi iweke usimamizi mzuri. Iweke watu ambao wana uwezo, watu ambao wanajua nini wanachokifanya ili thamani ya pesa iliyotumika hapa ionekane. Lakini uboreshaji na usimamizi ni suala mtambuka. Tumeona kwa mfano katika uboreshaji huu kuna baadhi ya vitu kwa ajili ya kuboresha usalama na ulinzi wa bandari bado havijakamilika, basi wahakikishe kwamba vitu hivyo vinawekwa katika wakati mwafaka. Devin Nikodemu ni, ni kaimu mkuu wa bandari ya Kemondo na Mariki Ismaili ni mkuu wa bandari ya Bukoba. Wanaeleza maendeleo ya bandari hizo na namna mchakato unavyokwenda mpaka sasa. Lakini pia nitoe pongezi za dhati sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kwa Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ametuwezesha na kufanikisha ujenzi mkubwa wa bandari hii ya Kemondo. Bandari hii kwa sasa inafanya vizuri na wadau wengi wana, wameanza kukimbilia hii bandari kwa ajili ya kuja, kwa ajili ya mizigo pamoja na kufanya biashara. Wapo ambao walikuwa zamani walikuwa wakichepuka na kupitisha mizigo yao pembeni, lakini kwa sasa tunaona wakirudi na wamependa kwa ajili ya kuja kufanya shughuli zao na kufanya biashara kwa ujumla. Mpaka sasa hivi bandari yetu imefikia asilimia tisini na nane baada ya asilimia mbili ambazo tunategemea mpaka tarehe 30 mkandarasi ametuahidi kwamba atakuwa amemaliza shughuli zote katika uboreshaji huu. Tunategemea mambo mengi, huduma nzuri na, ma, na mapato yataongezeka kwa shirika letu pamoja na na serikali, na huduma itaongezeka kwa sababu kwanza mizigo itaongezeka kutoka baadhi ya nchi ambazo zilikuwa jirani kama Rwanda, Burundi na Kongo kupitia Uganda Wajumbe wa bodi ya TASAC wanaendelea na ziara katika mkoa wa Kagera kwa kutembelea maeneo mbalimbali katika maziwa, huku kukamilika kwa bandari ya Kemondo kukitajwa kuwa kumeongeza mapato kutoka shilingi milioni 23 hadi kufikia zaidi ya shilingi milioni 75 kwa mwezi. Bongo News Kagera, mimi ni Peter Edison.